u kwenye tahariri yetu ya Gumzo, na leo mada yetu ni Gen Z wa jana na Gen Z wa leo. Nilikuwa Gen Z wa zama hizo na kamwe sijuti jambo hilo. Nitasimulia kidogo kabla ya kuingia kwenye mpishano na mfanano. Pemba, kisiwa nilichozaliwa na kukulia kilishaamua tangu awali kabisa kwamba kamwe hakitokubaliana na mtawala asiyewakilisha maslahi yao. Ndio maana walimkataa Mreno, wakakataa utawala wa Kiarabu, wakamkataa Mwingereza, na wamekuwa wakiikataa CCM tangu hata kabla ya kuanzishwa mfumo wa vyama vingi mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili wakadhihirisha ukataa kwao tangu uchaguzi wa kwanza kabisa wa mwaka 1995 na wamekuwa wakifanya hivyo hadi hivi sasa, kila sanduku la kura la upelekwa kwao, haidhuru kwamba maamuzi yao hayaheshimiwi, lakini hawajali. Kufuatia ukataliwa huko na kwa wingi ambao yumkini hawakuwa wakiukisia, watawala wa CCM walishaamua zamani kuwaadhibu wakazi wa kisiwa hicho tangu hapo kabla kwa kutumia vyombo vya dola na vijana wa maskani zake ambao katika miaka ya mwishoni mwa tisini tuliopachika jina la Melodi. CCM ilirejesha enzi za watu kupigwa mikwaju ovyo, wakiwa wamekaa kwenye vikao vyao vya kahawa, kuvamiwa usiku wakitoka misikitini, kupakiwa kinyesi skulu na visima vyao, na kukamatwa ovyo ovyo wakiswekwa ndani. Mfumo wa vyama vingi kwa Pemba ulikuja na kurejeshwa kwenye zama za mikwaju zilizowahi kuwa hapo baada ya mapinduzi elfu moja mia tisa na sitini na nne na kudumu hadi mwishoni wa miaka ya sabini, ambapo watu walikuwa wakipigwa ovyo ovyo na mamlaka za serikali. Kuanzia 92 ikawa kama imehalalishwa vituo kama hivyo kurudi tena. Kwa hivyo haikuwa ajabu pale mkasa wa skuli ya Shingi Juu ulipotokea baada ya uchaguzi wa mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano. Skuli hiyo ipo kwenye kijiji kiitwacho Pembeni, ambacho kinatenganishwa na kijiji changu cha Mchangani na bonde la Msaani na vijiji vya Mvimbe na kambi ya Jeshi la Kujenga Uchumi maarufu kama JKU. Kwa hakika sio kutenganishwa hasa, maana watu wa vijiji hivi na viambo vyake ni walewale wale. Kwa mfano, Uabani kwangu mimi ni Shenge Juu, kando kidogo ya Pembeni ndiko walikoanza kuhamia wazee wa asili wa ukoo wangu na kisha vizazi vyao kidogo kidogo vikawa vinavunja misitu na kununua ardhi na kusogea juu, na hivyo wengine wakaondoka Shinge juu kuhamia Weyani, kisha Mvimbe, kisha Mikongweni, kisha Mti Mkuu na kisha Mchangani ambapo mimi nilikulia. Pembeni penyewe ni mamani kwa babu yangu mzalia baba, na wakati wa mkasa huu nnaosimulia, nyumba ya shangazi wa baba yangu bibi yangu binti Tamimu bin Khamis na za watoto wake zilikuwa pua na mdomo na skuli yenyewe ya Shinge Juu. Si peke yao, palikuwa na nyumba za ami zangu wawili, Rashid na Amur bin Ali bin Mana kwa upande mmoja, na upande mwingine wa njia walikuwa ni mama zangu wadogo kupitia mama yangu mlezi, mama Saada na mama Mchafu. Wote hawa na watoto wao na wajukuu zao walikuja kuwa waathirika wakubwa wa mkasa mzima. Wakaazi wa hapo walikuwa wamechoshwa na upuuzi wa kila siku: skuli wanayosoma watoto wao kuchoma moto, au visima vyao kutiwa vinyesi na watu ambao wanaambiwa hawajulikani, kisha wakamatwa wao wawa na watoto wao kuwekwa ndani, kuteswa na kulazimia kuchangishana fedha nyingi, ili kuwatoa polisi. Nimesahau ilikuwa ni mwezi gani hasa, lakini nakumbuka hali ya hewa ilikuwa ni jua kali, mchana namba ya mwezi usiku. Wakazi wa pembeni wakaamua kuweka doria yao wenyewe kuwa nasa na wakafanikiwa, wakawatia mikononi maafisa wa usalama, gari lao na hata magaloni ya petroli na ndoo za vinyesi, wakawatia adabu vizuri kabisa. Mmoja wao tikumwita Omari Mamvi kwa kuwa alikuwa na nywele nyeupe tupu kichwani na alikuwa afisa usalama wa taifa mkoa wa kaskazini Pemba wakati huo. Huyu alikimbia kwa miguu kutoka pembeni akavuka chanja la Msaani akapita kwetu Mchangani akashukia Tunda akapandisha Tungamaa hadi Wete kwa miguu, nadhani bila kupumzika mahala. Hadithi hii ilikuja kugeuzwa kinyume mbele na vyombo vya usalama na vya habari vya serikali na ikasemwa kuwa ati wakaazi wa kijiji cha Shingi Juu waliivamia gari ya maafisa wa usalama ikiwa kwenye doria ya kawaida wakawapiga maafisa hao na kuiba silaha zao kwa zaidi ya mwezi mzima baada ya hapo, wakaazi wa eneo hilo na vyambo vya jirani wakageuzwa kama ngoma ya kimanga, na vyombo vyote vijitao vya usalama walikuwa wakiwavamia mchana, jioni na usiku. Walipigwa kadiri ambavyo wapigaji waliona inafaa. Polisi walidai wanatafuta silaha waliosema imeibiwa, na wakumbuka baadhi yao kama ami yangu Hamad Mahadhi, ambao walikuwa watu wazima sana wakati huo na ambao vipigo vya wakati huo ndivyo vilivyowalaza vitandani hadi mauti yakawachukua. Matokeo yake, nyumba zikahamwa, wanawake na watoto wakawa na ala waporini, vijana wa maskai na wizi wakatumia fursa hiyo kuiba kila kitu ambacho mkono wao waliweza kukifikia. Pembeni ikawa mahame, maisha yao yakaharibiwa kipindi kirefu, lakini kitu kimoja kilipatikana kwa mkasa huu ilikuwa ndiyo mwisho wa kusikia tukio lolote la kuchoma moto skuli au kutiwa vinyesi visima, baada ya hapo popote pale kisiwani Pemba. Watu wa pembeni walipata machungu, lakini waliisaidia Pemba nzima angalau kwenye hili moja, na angalau kwa kipindi hicho. Hata hivyo, ni bora kusema kwamba baadaye masaibu kama haya yalijirejea tena kisiwani Pemba baada ya uchaguzi wa elfu mbili na hata wa elfu mbili na tano Safari hii vilishambuliwa vijiji vya Jitenge, Ziwani na Piki, bila ya kutaja maafa Januari elfu mbili na moja baada ya maandamano ya kudai katiba mpya, kurudiwa kwa uchaguzi wa elfu mbili ambao wapinzani walisema ulichafuliwa, na kudai pia tume mpya ya uchaguzi. Kipindi hicho nilikuwa nimeshahama Pemba na kuhamia kiswani Unguja kwa ajili ya masomo ambako nako pia niliyashuhudia sehemu ya mateso kama hayo kwenye maeneo ya Kinuni, Bububu, Kianga na Tomondo kwa nyakati na viwango tofauti. Hivi sasa miaka thelathini baada ya mkasa huo ninaosimulia, nami nikiwa niko umbali wa maalfu kadhaa kutoka nchi niliyozaliwa na kukulia, kumbukumbu hizi nijia mbichi mbele ya macho yangu kama ndio kwanza haya yametokea. Nimekumbuka kwa kuwa kunaonekana kuna mazingira yasiyotofautiana ya tofautiana sana na yale ya wakati ule ingawa sasa uga umetanuka. Sasa sio tena pemba na unguja pekee, bali ni jamhuri nzima ya muungano wa Tanzania, hadi ndani kabisa ya bara. Kote huko ni mwendo wa vipigo, kamatakamata kamata na utekaji, bila kusahau hali ngumu ya maisha inayowakabili watu. Lakini suali ni kwamba je, mfumo unaoyatenda haya unakabiliana na wale wale uliowatendea akina sie? Jibu ni hapana. Tofauti kati ya sisi Gen Z wa miaka ya tisini na hawa Gen Z wa miaka hii ya elfu mbili na ishirini na tano kuelekea mbele ni kubwa sana. Sisi tulizungumza kwa sauti za chini, tukipeana ujumbe wa faragha na wasiri, lakini kifichoficho, tulifanya mikutano yetu gizani, tukijificha chini ya mwangaza wa mwezi ule ule ambao ulionekana kutumika na melodi kutuangalia sie. Japokuwa upinzani wetu ulikuwa ujasiri wa kuto kujisalimisha, ujasiri wa kupiga kura tena na tena kwa jina la nchi yetu, hata kama maamuzi yetu yaliibiwa kila wakati, lakini hatukuwa na mbinu wala nguvu zaidi za kuyaeneza hayo akajulikana wengine nje ya mipaka ya nchi yetu kwa haraka. Kizazi hiki kipya, Gen Z, kimezaliwa na simu mikononi mwao. Simu hizi siyo tu vifaa vya kupiga na kupokea, bali ni vinasa sauti ni kamera, ni vitabu vya kumbukumbu kumbu, na ni mikutano ya hadhara — yote katika kifaa kimoja. Mtu kuwa na simu moja ni sawa sawa na kuwa na studio nzima ya utengenezaji filamu na maudhui ambayo yanaweza kuonekana kote ulimwenguni. Hapo anachokihitaji pekee ni fedha kidogo tu ya kujiunganisha na mtandao. Ndiyo maana kijana wa leo ana hiari apunguze bajeti yake ya mlo wa mchana lakini tu awe na salio la kutosha kwenye simu yake kununua kifurushi cha gb za intaneti. Vitendo vya unyanyasaji ambavyo hapo zamani vilifichwa chini ya kifuniko cha giza na kunyamazishwa na vyombo vya habari vya serikali ambavyo sisi tukiviita TV Kitangi, TV Kitangi na redio Maskani, sasa haviwezi tena kunyamazishwa. Sasa wanyanyasaji wowote unaweza kunaswa kwa sekunde chache tu na kusambazwa ulimwenguni kote. Ukaonekana skuli ya shingi juu ikichomwa hivi leo basi, ndani ya saa moja tu picha za magaloni ya petroli na ndoo za kinyeshi zitakuwa zimeshajaa kwenye mtandao wa X, Instagram na makundi ya WhatsApp. Omari Mamvi angekuwa hivi sasa anavuka chanja la Msaani huku akijirikodi video ya live akionyesha alivyopigwa na yule aliyempiga naye pia angekuwa akijirikodi. Kila mmoja alimjua mwenziwe kwa jina, kwa sura na kwa mahala anapokaa bali hata na ukoo wake mzima. Kuipinga serikali wakati huo, ilibidi uoneshe alama ya waziwazi wazi, na ilikuwa rahisi kuadhibiwa, maana ilibidi tukutane, tuonane, tupange lakini leo katika ulimwengu wa mitandao, maelfu ya sauti za vijana zinaweza kuungana zikajitokeza na kutoweka na kufanya iwe ngumu sana kwa mfumo wa zamani wa ukandamizaji kuziandama na kuzishinda. Vijana wanaweza kutumia akaunti isizokuwa na majina wala picha zao, lakini wakaweza kuwasiliana na kufahamiana, na kwa hakika wanafanya hivyo. Utafiti unaonyesha kuwa asilimia 40 ya majina na picha zilizomo kwenye mitandao ya kijamii sio halisi. Tofauti nyingine ni kwamba vijana wa leo hawategemei tena kusikia hadithi za mitengo na vibarazani tu, ambamo mara nyingi wazungumzaji wakubwa ni watu wa marika ya juu yao. La, wanakwenda mbali zaidi ya hapo. Wanaweza kulinganisha matukio ya shinge juu, kwa mfano, na yale ya sehemu nyingine za dunia kama vile Arab Spring au maandamano ya Black Lives Matter ya Marekani wanajua haki zao za kikatiba kwa kusoma kupitia Google, wana akili ya kuhoji, kuna AI siku hizi, wana uwezo wa kufahamu siasa na kuzielewa na ujasiri wa kudai mabadiliko kwa njia ambayo wanaijua wenyewe. Kudai kuwa wanafanya hayo sasa kwa kushawishiwa na kulipwa na wageni kutoka nje ni kujipumbaza tu, ni kudhihirisha jinsi sisi wa kizazi cha zamani tulivyo mbali na uhalisia na tusivyowajua watoto wetu wenyewe. Yawezekana kuna sababu milioni za kuyafanya haya, lakini sababu za ndani yetu ni kubwa zaidi kuliko ni za nje yetu, hata kama hali ya sasa ya uchumi inakumbusha enzi zile za miaka tisini na pengine hata zaidi, kwani ugumu unahisiwa kote, bara na visiwani. Lakini ikiwa watawala wanadhani wanaweza kucheza mchezo ule ule wa kuwatesa watu wazima kama walivyomtesa ami yangu Hamadi Mahadhi, kisha kila jambo likasalia kama lilivyokuwa, basi wanajidanganya. Kila kijana anayeandamwa hivi sasa, anayekamatwa, anayepotezwa au anayenyimwa haki zake, anageuka kuwa influensa wa kisiasa kwa wenzake, wanaita mchechemuaji. Wanachojifunza sio tu kuogopa, bali jinsi ya kupanga vizuri zaidi, makini zaidi, kwa ari zaidi, kuliko sisi tulivyopanga. Sisi tulijua kwamba skuli ya Shinge juu inachomwa, lakini wao wanaweza kuuonyesha ulimwengu mzima nani anayechoma, kwa nini anachoma, na athari za kuchoma huko kwa watoto wanaoishi, sio tu pembeni na Pemba, bali kwa nchi nzima, kwa sababu kodi ya wananchi ndio ambayo inahusika. Kwa hivyo, Gen Z wamethibitisha kwenye maeneo kadhaa ulimwenguni kuwa mabadiliko ya kweli yanaweza yasitokee tena kwenye sanduku la kura ambalo bado limeendelea kuibiwa na watawala kila wanapoitisha hicho wanachokiita uchaguzi. Badala yake, vijana hawa wameonyesha kuwa mabadiliko yanaweza kuja kupitia simu tu ya mkononi ambayo inarekodi kila hatua mbaya ya utawala, ikitengeneza kumbukumbu -kumbu za kudumu ambazo vyombo vya habari vya serikali haviwezi tena kamwe kuibadilisha, seuze kuifuta, kama vile ambavyo redio maskani na TV kitangi ya Zanzibar zilizobadilisha hadithi ya skuli ya Shinge. Juu hivi sasa, wakati mvi zikiwa zimeanza kuzivaa nywele na ndevu zangu, ninafarijika kuiona damu yetu na maumivu yetu wa ya miaka tisini yakiwa mbegu ya uelewa wa kizazi kipya chenye uwezo mkubwa zaidi wa kubadilisha kanuni za mchezo ambao sisi hatukuwa nao. Kufanikiwa na kutofanikiwa kwao kunaweza kuwa swala la muda ama la mjadala. Lakini ukweli ni kuwa wao si sisi, japokuwa wametoka mifukani mwetu wenyewe.